Anasema na kwa hakika wao wamejuzisha kuuza vile vile vitu vya kuchezea kwa watoto wa kike, litadiri himna, kwa ajili ya kuwafundisha wao na kuwazoesha min sigharihina, kutokana na ule udogo wao, ala amri buyuti himna, katika mambo ya majumba yao. Eh, mwanamke eh, eh, katika mambo yake, manake kusuka. Sikumefahamu ndo zamani ilikuwa ilipokuwa hakuna vitu hivyo kuna madudi yale mashamshami yanang'olewa ni kwa e, kama udi yaani kama mwali udi fulani, lakini yanakuwa madogo madogo hivi, sio mnahitaji mabugu ma, fulani yanang'olewa yale, yanakuwa yana yaani kwamba king'olewa, unatoa ule mchanga ule magugu fulani, e, unatoa mchanga kisha baadaye inabakia kama manyoya manyoya, yale manyoya ndo anasuka watoto wa kike wanasuka misuko vishinde vishinde kwa baadhi, eh, baadhi, baadhi ya lugha za watu, vishinde wengine vishinde, inashinda kwa kweli ya vishinde, si mfahamu. Lakini magugu fulani hasa baadaye eh, yakaa vikaja nini vikaja hivyo vitu hivyo, si mfahamu, vikaja hivyo vitu hivyo. Kwa hiyo baadhi ya watu wanajizisha hilo, na ndio baadhi yao wakauza hizo vitu hivyo, si mfahamu. Sasa ni masuala ambayo wanachoona ameelezea, wa auladihinna anasema katika kuwazoesha watoto wa kike Eh, na kuwafundisha mtu wa kike min sighrihinna kutokana na ule udogo wao, ala amri buyutihinna katika jambo la nyumba zao, si umefahamu. Waauladihinna na watoto wao, kwa, wakubwa, watoto wao manake akiwa wakubwa watoto wawalee vipi? Na ndio mtu anakaa na kitoto chake mwenye kalala nacho kabisa, kisanamu chake kashakisuka eh, na ukikiondosha ugomvi mtoto wa kike sijimefahamu. Haya yanaelezwa katika dini, na baadhi anachoona imekwenda hivyo ndio haya Sheikh Albani anayaleta hapa, sijimefahamu. Na wewe sasa ukizungumza uzungumze kielimu, sio kwamba umesikia mtu fulani ba... haram haram, wakati kwamba kuna akwali za anachoona, wewe unaenda kumshika mtu kwamba dini yako unamkabidhi mtu, wakati kwamba maelezo anachoona hapo na hapo, ndo najua umuhimu wa kusoma, na ndio maana sisi nimezana hapo, wasome kwa sababu baadhi ya fatawa nyingine zinakuwa sio fatawa za sawa, zinakuwa zinajaziba, au atakayekuwa azungumza atazungumza kwa hiyo jambo la moving camera e, mjue talabatul ilmi, kwamba wanachuoni umetofautiana na kauli ambayo yenye nguvu mtu ni yule msimamo wake ambao anaojengea. Umefahamu, kauli yenye nguvu ni yule mtu msimamo wake ambao anaofanini naojengea, na wanachuoni wana ihtiramu e, wana wanakuheshimiana kiwa wewe msimamo wako ameba na moving camera eh e, sitaki basi, unaheshimiwa kwa msimamo wako huo kwamba lakini mwingine alikuwa nini ni hivyo, lakini wengine wamejiwekea msimamo hiyo, wanaogopa wanaogopa ubaradi na watu ambao walijiwekea msimamo hiyo, basi hofu imeandama, hofu na ndo wengi hao, hofu imefanya nini, imewaandama. Sasa mtu siweke hofu katika jambo ambalo najua kwamba misingi yake elimu iko vipi sijui, nimefahamu misingi yake iko vipi. Na mmoja yeye kaona ameshughuliwa na serikali pale wakati tunashuka ndege, vipi shehe? Ah, serikali imekulazimisha misingi ipi ya, ambao kwamba miongoni mwa misingi ya da'wa salafia? Umeelewa? Sasa jambo liko hivyo. Almunawi alikuwa anachukua wa kamera, akamuita ali wenzake vipi, mbona anachukua kamera? Ndio msimamo wangu, na mimi pia nilipata kama mradi kwa sababu huko kama fana ndio alikuwa anajengea msimamo wa so. Saudi kule, mimi tumeitwa katika muasasa fulani na kuchukua vitabu, wale maduati eh, tukapoa vitabu vingi kabisa, moja kinajihusisha ni ngapi mmeweka kule Ibn Uthaymeen zama hizo, yani katika maktaba kule cha Sheikh Ibn Qayyim. Sasa ule mwasasa unahitaji kwamba watu wakishachukua vitabu au ujiwe pale na chukua kwa movie camera na kwenda live. Sasa na yeye akachukuliwa na watu wengine wakachukuliwa na kachukuliwa na vitu kama hivyo. Sasa ni kwa namsubiria tu aje, huko ajeseme kwamba movie camera haifai, mwambie wewe, acha unafiki. Lakini kwamba el msimamo wake na mpaka leo anaendelea nao, alhamdulillah. E, kwa sababu unajua watu kilichokuwa kipo kwa mwazi tu anakushughulisha katika jambo la dini wakati kwamba una hoja ambayo ilikuwa inatokana asikhalifiwe ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambaye alasisi misingi ya dawatu salafia na yeye ndo ambaye tunamfuata, yani kiongozi dawa tu salafia, kiongozi wake nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wanaona kwa Tanzania labda kiongozi atakwa fulani, hakuna, si kiongozi. Kiongozi ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana msingi ule alioweka Alimamu Malik, kila mmoja atakubaliwa na kila mmoja atakataliwa, isipokuwa nani? Sahibu hadha alqabri, isipokuwa bwana wa kaburi hili. Lakini watu sasa, akisema fulani ndo, imekuwa kwamba ndo kama ndio dini au ndiyo kwamba msingi hapa zingatiwe, amesema kwa msingi ipi? Au amesema kwa msingi ipi? Lakini kwamba amesema sasa, amesema kwa msingi ipi? Hili alilosema liko sawa eh? liko katika usahihi wa dini, kumbe amekosea. Sasa watu wa bidaa na mradi wanamradi, eh, wanamrejesha katika usawa, kisha kuradiwa naingia mitini. Haki inajulikana, haki iko wazi, haki iko nyeupe kabisa. Walhaq yuqbalu min kulli man takallama bi, huu ndo msingi Haki kutoka mtu inakubaliwa, kutoka mtu yote ambaye atakayezungumza haki, najulikana hii ni haki, yeah, huyu kazungumza haki. Lakini ikiwa ni mtu wa bidaa anasema aliyozungumza ni ni haki, lakini mwenyewe ni mtu wa bidaa, dalili hadithi ya Abu Huraira, sadaqaka wa huwa kadhub. Simefahamu eh, ama kwambia kweli, lakini mwenye ni muongo. Sasa tusomeni, nina ni za watu tusomeni, sababu katika jambo la kusoma ndio tunatufanya kwamba tuwe katika misingi ya kielimu na tuwe katika hali ambayo iliokuwa ni nzuri. Allahu a'lam.